Uhali gani ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, karibu tena katika mwendelezo wa habari pamoja na matukio mbalimbali yaliyojiri na yanayoendelea kujiri hapa ndani lakini pia na nje ya mipaka ya taifa letu pendwa kabisa la Tanzania. Mwanzo wa yote, naomba nikukumbushe kusubscribe kama bado ulikuwa haujafanya hivyo, subscribe kwa kugusa kitufe cha subscribe kilichopo chini ya video hii, kisha washa alama ya kengele itakayokuwa imejitokeza na kwa kufanya hivyo utakuwa umejihakikishia kutokupitwa na matukio yote pindi yanapokuwa yametokea. Muda huu mezani, tunao uchambuzi mzito kuhusiana na kesi ya kufungwa kwa kanisa la askofu Josephat Gwajima, kanisa la Ufufuo na Uzima, kesi ambayo kwa kuanza tu imesikilizwa katika Mahakama Kuu ya Tanzania jijini Dodoma. Ni bodi ya wadhamini wa kanisa hilo ndo wamepeleka kesi hiyo mahakamani huku wakipinga maamuzi ya msajili wa jumuiya za kiraia ya kulifungia kanisa hilo. Yako maswali mazito ambayo baadhi ya Watanzania wamekuwa wakijiuliza kuhusiana na sakata hilo la Askofu Josephati Gwajima. Moja, je, ni kwa nini Askofu Gwajima hajafutwa uanachama na chama chake yaani Chama cha Mapinduzi, CCM? Je, kwa nini hajafutwa? Je, kuna nini? Je, ni kwa nini Askofu Gwajima yupo tu mtaani na hajakamatwa wala kushtakiwa. Je, kwa nini na kuna nini? Au kuna mpango gani? Hayo ni baadhi tu ya maswali ambayo wako baadhi ya wa Watanzania wamekuwa wakijiuliza huko katika mijadala mbalimbali katika sehemu mbalimbali hasa katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Sasa twende moja kwa moja tukatazame kwa undani kuhusiana na kesi hii ya kufungwa kwa kanisa la ufufuo na uzima baada ya kutua katika Mahakama Kuu ya Tanzania jijini Dodoma, nitakupa utangulizi kisha nitakupeleka kwenye zile nyaraka za mahakamani, nitakusomea doti kwa doti ili kusudi upate kuzifahamu na kuelewa. Mapya yameibuka mahakamani, kufungwa kwa kanisa la Askofu Josephati Gwajima. Serikali imeanza vibaya kesi ya Gwajima, pingamizi lao limetupwa. Mahakama Kuu Kanda ya Dodoma imetupilia mbali pingamizi la serikali kwenye shauri namba 13189 la mwaka 2025 lililofunguliwa na bodi ya wadhamini wa kanisa la Glory of Christ Tanzania Church, yani ufufuo na uzima katika Mahakama Kuu Kanda ya Dodoma ikipinga hatua msajili wa jumuiya za kiraia kufuta usajili wa kanisa hilo. Kesi hiyo imefunguliwa tarehe 4 mwezi Juni mwaka huu wa 2025 ambapo imefunguliwa kwa hati ya dharura waombaji wakiomba kusimamishwa utekelezaji wa agizo la kufungwa kwa kanisa hilo mpaka pale shauri la msingi litakapokamilika. Waombaji wanaitaka mahakama iwape haki yao ya kikatiba ya kufanya ibada na kusanyiko la kuabudu. Katika maombi hayo, kanisa hilo linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Kawe linawakilishwa na wakili Peter Kibatala, huku wajibu maombi wakiwa ni msajili wa jumuiya, mwanasheria mkuu wa serikali na mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP. Wakili Vivian Methodi aliyeongoza jopo la mawakili wa serikali aliwasilisha pingamizi mahakamani kwamba barua inayolalamikiwa ya kufungia kanisa hilo inataja jina la Glory of Christ Church na sio the Registered Trustees of Glory of Christ Tanzania Church na kuitaka mahakama kulitupilia mbali shauri hilo kwa kuwa linahusu hisia na uhalisia. Kibatala alipinga hoja hizo kwa kueleza kuwa tayari polisi wamewazuia waumini kuendelea na ibada, ikiwa ni wazi haki zao zimepokwa. Baada ya mabishano ya pande zote, jaji mfawidhi wa mahakama hiyo Dr. Juliana Masabo alitupilia mbali pingamizi la serikali na kutaka shauri hilo lisiruhusiwe kufunguliwa. Na hivi ndivyo zinavyosomeka hizo nyaraka za mahakamani katika kesi hiyo inayohusu kanisa la ufufuo na uzima kufungwa. Mimi na nukuu hapa: Mahakama Kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mahakama Kuu Dodoma maombi ya kiraia ya dharura namba 13189 ya mwaka 2025. Washtakiwa ni moja, msimamizi wa usajili wa jumuiya ambaye ni mjibu wa kwanza; mbili, ni mwanasheria mkuu wa serikali ambaye ni mjibu wa pili; tatu, ni inspekta jenerali wa polisi ambaye ni mjibu wa tatu. Mwombaji ni waamini au wadhamini waliosajiliwa wa kanisa la Glory of Christ Tanzania Church, yani ufufuo na uzima. Uamuzi tarehe tano na sita Juni mwaka huu wa 2025, Masabo J. kupitia hati ya dharura iliyowasilishwa mahakamani tarehe 4 Juni 2025, mwombaji ameiomba mahakama hii kwa mujibu wa kifungu cha pili tatu cha sheria ya uendeshaji na matumizi ya sheria Yani, Judicature and Application of Laws Act sura ya 358 akiomba amri zifuatazo kwa njia ya pande moja, yani ex parte, ili mahakama hii tukufu iridhie kutoa amri kwamba agizo au mawasiliano yaliyotolewa na msajili wa jumuiya za kiraia tarehe 2 mwezi Juni mwaka huu wa 2025, ambayo hadi wakati wa kuwasilisha maombi haya hayajawasilishwa rasmi kwa kanisa la muombaji yasitishwe yawekwe kiporo hadi pale maombi haya yatakaposikilizwa na kuamliwa kwa pande zote mbili. Mbadala kwamba mahakama hii tukufu itoe amri kwamba hali ilivyokuwa awali, yaani status quo ante, iendelee kama ilivyo sasa kuhusiana na hali ya usajili wa kanisa la muombaji na kwamba hakuna notisi rasmi, mawasiliano, barua taarifa au cheti kimetolewa kwa kanisa lililo mwombaji kiendelee kutumika hadi usikilizaji na uamuzi wa mwisho wa maombi haya baina ya pande husika. Sasa tumemaliza sehemu ya ex parte, yaani baina ya pande moja. Sasa tunakwenda eh, inter partes, baina ya pande zote. Moja, kwamba mahakama hii tukufu ifurahie kuamuru kwamba utekelezaji wa amri au mawasiliano au uamuzi wa mshtakiwa wa kwanza wa kusitisha au kukataza mara moja shughuli za kidini na kiroho na za mkutano za kanisa lililo mwombaji uzuiliwe usitishwe na uahirishwe hadi usikilizaji na uamuzi wa mwisho wa rufaa iliyowasilishwa na kuwekwa kwa waziri wa mambo ya ndani ya mamlaka ya rufaa ya waziri huyo chini ya masharti ya kifungu cha 191 cha sheria ya jumuiya sura 337 RE ya mwaka 2019. Mbili, kwamba mahakama hii tukufu ifurahie kuamuru kwamba amri au mawasiliano au maamuzi ya mshtakiwa wa kwanza ya kusitisha au kukataza mara moja shughuli za kidini, kiroho na za mkutano za kanisa lililo mwombaji zizuiliwe zisitishwe na ziahirishwe hadi kanisa lililo mwombaji lipewe haki kamili za kisheria na mshtakiwa wa kwanza. Tatu, kwamba mahakama hii tukufu iwe imefurahishwa kumzuia mshtakiwa wa tatu kuingilia shughuli za kidini, kiroho na za mkutano za mwombaji kwa kutegemea amri au mawasiliano au maamuzi yoyote ya kuzuia, kusitisha au kufuta ya mshtakiwa wa kwanza dhidi ya kanisa lililo mwombaji hadi ahadi zote za rufaa na au kusikilizwa upya na waziri wa mambo ya ndani ya nchi zitakapotekelezwa au kuamuliwa na waziri huyo aliyetajwa hapo juu na au kisheria na mshtakiwa wa kwanza. Namba nne, amri nyingine yoyote iliyo ya haki na yenye usawa. Namba tano, gharama za maombi haya zitolewe. Katika kuunga mkono pingamizi lake, hoja yake na hoja ya jibu bwana Rumisha, zinaonyesha waziwazi na kwa uwazi kwamba mahakama hii imezuiliwa kusikiliza maombi ya amri ya zuio chini ya kifungu cha pili tatu cha sheria ya uendeshaji na matumizi ya sheria. Lakini katika mazingira ya kesi hii, utumiaji wa mamlaka hayo hautatimiza lengo lililokusudiwa na utasababisha upuuzi, kwani haijulikani kama uamuzi unaopingwa upo na kama upo, anayeipinga ni tofauti na taasisi inayokusudiwa. Kwa maneno mengine, maombi yanategemea hofu na amri zitakazotolewa zitakuwa batili. Katika mwendelezo wa hoja hii, nimeshindwa kuelewa jinsi mamlaka ya mahakama hii yanavyoondolewa. Hoja kwamba barua inayodaiwa ya kufuta usajili ina jina la taasisi tofauti na mwombaji hapa na haijatolewa kwa mwombaji inaonekana kujikita, sio kwenye mamlaka, bali kwenye uwezo wa mwombaji kusimama mahakamani yani locus standi, kuomba amri za zuio za uamuzi uliotolewa kwa jina la mtu mwingine, na kama ana sababu yoyote ya mashtaka dhidi ya wajibu. Baada ya kusema hayo, pingamizi la awali limebatilishwa bila gharama. Imetolewa jijini Dodoma tarehe 6 Juni mwaka huu wa 2025 na J. Elo Masabo ambaye ni hakimu. Hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tunaisogeza kwako ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu ni kipi ambacho kinaendelea, hasahasa kufuatia kufungwa kwa kanisa la Askofu Josephat Gwajima pamoja na sakata la askofu huyo. Kufuatia habari hii, wewe ni upe mtazamo wako na ni yapi maoni yako. Shia mtazamo wako na maoni yako nasi hapo chini kwenye upande